Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, hatimaye tumepata taarifa kuhusiana na ratiba za mazishi ya mwili wa Hawa au Karina, mwanadada ambaye ameugua kwa takribani miaka eh, saba eh, kuelekea nane na amefanyia oparesheni zaidi ya ishirini na nne na tatizo ambayo ilikuwa linamsumbua ni utumbo mpana, na ameenda mpaka huko India na huko India bwana ndipo alipoenda kukatwa huo utumbo, na alikuwa anaendelea vizuri, lakini ghafla tukapokea taarifa kwamba amefariki eh, ghafla. So taratibu za mazishi zinaendelea, na sasa hivi hapa bado yuko yuko India, ikiwa leo ni siku ya Jumatano tarehe kumi na sita Aprili mwaka huo elfu mbili na ishirini na tano. Bado yuko India na mwili wake utarudishwa Tanzania mnamo siku ya Ijumaa. Kwa hiyo taratibu za mazishi zitaendelea kuanzia siku hiyo ya Ijumaa, mara tu baada ya, mar, mara tu baada ya Karina kurudi hapa Tanzania. Naam, so habari kamili hapa inaeleza kwamba Mwili wa Karina utawasili Tanzania Ijumaa. Taarifa kutoka kwa mmoja kati ya wanafamilia wa marehemu Karina amesema kuwa mwili wa marehemu Karina una Unategemewa kuwasili siku ya Ijumaa siku ya Ijumaa siku ya, siku ya Ijumaa saa saba mchana kutokea nchini India alipokuwa anafanyiwa matibabu. Msiba mpaka sasa hivi upo maeneo ya Magomeni, ambapo ni sehemu anayoishi mama mzazi wa marehemu Karina, ambaye aliwahi kuwa muigizaji wa filamu kutoka katika kiwanda cha Bongo Movie nchini Tanzania. Wamesema kwamba mwili utakuja tarehe kumi na nane, saa saba mchana kutokea India alisema, alisikika akizungumza hivyo mwana familia. So ukiwa kama mdau, tutakupa habari zaidi kuhusiana na maendeleo na utaratibu mzima wa mazishi ya, ya marehemu Karina. Lakini pia vile vile kitu ambacho labda ulikuwa ufahamu ni kwamba mmoja kati ya watu ambao walikuwa na ukaribu na Karina walizungumza, walikuwa wanachati naye kupitia ukurasa zake za mitandao ya kijamii ambapo pia eh, Karina aliandika kwamba tupo India, tunarudi Ijumaa, nita nita nitakuelekeza. Umeona, so hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Kwa hiyo ni kwamba Karina alisema kwamba anarudi Ijumaa, kwamba yani siku ya Ijumaa ndo atakuwa kwa mujibu wa madaktari kule watamruhusu arudi Tanzania. Umeona kwamba tuko, aliandika hivyo kwamba tuko India, narudi Ijumaa, nitakuelekeza. kwa hiyo